Atifu njema ridani ni sherehe ambayo inamhusu kila mmoja wetu, ni sherehe ambayo kwa kweli inaanguka katika kipindi hiki cha Kwaresima, na mara nyingine tunapata tabu kidogo kuiweka tuiweke vipi. Baba Askofu mkuu ameamua sherehe hii sasa, hatuwezi tukakaa bila kuisherekea sababu ni sheria ya msingi sana katika e, jimbo letu la Dodoma. Ni msimamizi wetu, na kuna wengine hata hawamfahamu Jema gari gani kama ndio msimamizi wa jimbo kuu la Dodoma. Wengine wanafikiri ni Paulo wa msalaba. Paulo wa msalaba ni msimamizi wa parokia ya kanisa kuu, lakini jimbo kwa ujumla na parokia zake zote Msamamizi ni Mtakatifu Jema Galgani. Kwa sababu hiyo, tunawaalika wote ushiriki misa itakayoanza saa tatu na nusu kwa maandamano ya kukumbuka na kuomba kwa maombezi yake. Mtakatifu Jema Galgani, atuombee sisi wana Dodoma tusafiri vizuri na twende vizuri kwa. Tunawaalika wote kushiriki katika misa. Zaidi ya hiyo, siku hiyo ndiyo itakuwa ni siku ya kubariki mafuta matakatifu yatakayotumika mwaka huu 2025 mpaka 2026 kabla ya kubariki tena mafuta mengine. Lakini ni siku pekee ya mapadri ambapo watarudia viapo vyao kuwa waaminifu katika kanisa na katika yale ambayo Mungu mwenyewe amewakabidhi kwa kuwahudumia watu. Nawaomba niwaalikeni nyote kushiriki katika misa hii, tuwaombe mapadhi wetu, tukashiriki kuona mafuta yanayobarikiwa watakayopakwa ndugu zetu, watoto wetu, mapadhi wapya watu wote wanaopokea sakramenti mbalimbali za ubatizo na kipaimara ili tuweze kusafiri pamoja. Kwa hiyo hiyo ni tarehe 15, nawakaribisha sana ntafika lakini baba <laughs> ka baabaakuwa sijataja sehemu abisa zikayofanikia ni hizi. Kimsingi zinafanyika katika kanisa kuu, misa hii ya kuomba kwa kwa afanyika katika kanisa kuu la jimbo. Nimesema saa tatu na nusu misa inaanza, inawezekana saa tatu kutoka anza maandamano ya tukio hilo adimu sana katika jimbo letu. Karibuni. La pili nataka kuongelea juu ya habari ya vyama vya kitume. Kuna vyama vya kitume vya urika na vyama vya kitume vya saba. Vyama vya kitume vya urika tunavyo vinne: Utoto Mtakatifu, VIWAWA, UWAKA na WAWATA. Vyama hivi, kila aliyebatizwa anapaswa, ni lazima uingie kwenye chama kimoja wapo. Kila aliyebatizwa lazima uingie katika chama kimoja wako. Kama wewe ni mtoto wewe ni mtoto mtakatifu. Kama wewe ni kijana, utakuwa kiwawa. Kama wewe ni mama, utakuwa wawata, na kama ni baba utakuwa waka. Hivi vinne havina uchaguzi kuwa napenda naingia, sipendi singi a shatoka la Dodoma tumeshatoka. Huku huku tunalazimika wote kuingia, ila ingia ingi kimoja kutokana na umri wako au rika lako sawa. Sasa tupo wale ambao tunasema, mimi niko kwaya, sijiungi na viwawa au kukwawata. Mimi nipo tiwe siesi, hii hainihusu <mumbles>, hivyo vingine vitakuwa niongeza hivyo no? Sawa. Hivyo vingine vya shule kiwasesi, vya shule temsiesi, vya shule lakini vya msingi hivi ambavyo kila mmoja aingie, hatuna njia ya mkato katika hilo. Nawaomba sana tujiunge. Zaidi ya hivyo, tutakuwa na vyama vingine vya utume, vya, vya sala hapa. Sasa ndio una unachagua wewe unapenda kujiunga na chama kipi cha sala. Kama ni karismatiki, unachagua karismatiki na unaifuata karismatiki vizuri ya Kikatoliki. Kama we ni Rita wa Kasha, ifuate Rita wa Kasha vizuri ya Kikatoliki, usiende kuingizingiza vitu vingine. Kama wewe unapenda Moyo Mtakatifu wa Yesu, nenda huko ifuate vizuri. Na kila chama kina mwongozo au kina katiba kufuata huku. Sasa unachagua na kila mmoja huku anaongelea kutokana na uwezo wake, au unataka viwili au vitano au vinne, lakini uvitenee haki vyote, na kama uwezo wako ni kimoja, chukua kimoja. Hivi vya sala na hivi vya sala vinaongezea, vinajenga kwenye ule msingi uliojengwa na vyama vya utume vya Urika, kwa kuongeza maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo tunawaomba sana mjiunge na vyama hivyo, na tunawaomba hata maparoko na watu wenye dhamana mbalimbali makatekista, huko Vigamboni, mnapopata fursa ya watu wamewatembelea wanataka kuhamasisha vyama hivi, wapeni ruhusa na viongozi wa halmashauri ya walei Vigamboni parokiani huko, watu wakifika wapeni nafasi. Kati ya kitu ambacho tunategemea nacho pia jimbo la Dodoma katika kipindi hiki ni uhamasishwaji wa vyama vya kitume huko maparokiani. Kwa hiyo tunaomba maparoko, watawa, makatekista na wote wenye dhamana mbalimbali kuhakikisha kuwa kila watu wao kutoa nafasi, kwanza kuwepo na muda, wapewe muda wa, wa kujiandaa na wanapokwenda basi waende wakafanye, na wapewe nafasi ya kuhamasisha vizuri. Tuna njaa na kiu ya kutosha juu ya vyama vya kitume katika jimbo letu kuu la Dodoma. Vyote viko hapa, vime vime vime viko hapa tu mjini, mjini hapa, huko pembeni ya, ya vitu. Tunaomba wote fikeni na huko pembeni na muhamasishe vizuri, tuwapate wengi na wa kutosha ili limeka sawa. Kwa mwisho, ni vizuri mkiwa mnawafahamu watu wanaoelekea katika hatua za upadri, na ninaomba niwatambulishe hapa mafrateli ambao wapo mwaka wa kichungaji, wakati wowote wanaweza wakaingia katika daraja la ushemasi na baadaye upadri na kwa kuwasimamisha, ninawaomba tuwaombee sana na tuwasaidie, ili hatua hiyo nzuri na njema walioianza tangu huko nyuma ikamilike vizuri na kwa mapendo makubwa. Wale wataje majina yao, karibuni.

Hawa tunaamua sasa hivi, tumeamua na baba askofu mkuu, kwa tunatembea nao ili tuwatambulishe. Wakati mwingine ninyi waamini, kwa mbona hao watu wafahamu. Sitaki kusikia hiyo makore kuwa hamuwafahamu hawa, nimeshawatangazia. Basi ndio jamani, eh, mtawakuta huko mnapotembea tembea huko, kwa nawasaidia kiroho na kimwili, katika nia njema kabisa. Asanteni sana na ninawashukuru sana. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.